Papa Francis amefariki dunia Jumatatu asubuhi kutokana na kiharusi kilichofuatwa na kushindwa kwa moyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jioni na ofisi ya habari ya Vatican. Taarifa hiyo iliyosainiwa na mkurugenzi wa idara ya afya na usafi ya mji wa Vatican, Andrea Alcangeli, ilisema kuwa hali ya afya papa pia ilichangiwa na matatizo mengine ya kiafya, ikiwemo hali ya awali ya kushindwa kwa upumuaji, shinikizo la damu hypertension na kisukari cha aina ya pili type 2 diabetes. Francis ambaye ni mmoja wa mapapa wa umri mkubwa zaidi katika historia ya kanisa Katoliki, alilazwa katika hospitali wiki tano mapema mwaka huu kutokana na maambukizi makali ya mfumo wa upumuaji. Baadaye aligundulika kuwa na maambukizi ya vimelea vya aina mbalimbali yaliyopelekea kupata pneumonia katika mapafu yote mawili. Kulingana na madaktari wake, Papa Francis alikaribia kufa wakati wa kulazwa. Madaktari wake walikuwa karibu kusitisha matibabu ili kumpa nafasi ya kufariki kwa amani, lakini hali yake ilitengamaa na aliendelea kupata nafuu katika makazi yake ya Kasa Santa Marta ndani ya Vatican. Licha ya hali yake ya afya kuwa dhaifu, Papa Francis alionekana mara kadhaa hadharani wakati wa Wiki Takatifu akiibuka kwenye misa ya Jumapili ya Pasaka ambapo waliwashangazwa waumini waliokusanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Roma. Katika wosia wake wa mwisho uliotolewa na Vatican jioni ya Jumatatu hii, Papa Francis alithibitisha kuwa anataka azikwe katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu, Basilika di Santa Maria Maggiore, mjini Roma bila mapambo yoyote ya kipekee. Ametaka pia kaburi lake liwe na maandishi ya jina lake la kipapa kwa Kilatini, Franciscus. Uamuzi huu unamtofautisha na mapapa wengi waliomtangulia ambao wengi wao walizikwa kwenye pango la Vatican chini ya kanisa la Mtakatifu Petro. Francis atakuwa wapapa wa kwanza kuzikwa nje ya Vatican katika kipindi cha zaidi ya karne moja na wa kwanza kuzikwa katika kanisa hilo tangu mwaka 1669. Kanisa hilo la kihistoria ambalo ni mojawapo ya mabasilika makuu manne ya kipapa jijini Roma na eneo la urithi wa dunia wa UNESCO lilikuwa na umuhimu mkubwa kwa Papa Francis. Siku moja tu baada ya kuchaguliwa kuwa Papa mwaka 2013, alilitembelea kuomba mbele sana ya sanamu maarufu ya Bikira Maria inayojulikana kama Salus Populi Roman, yaani mkombozi wa watu wa Roma. Francis alikuwa na desturi ya kulitembelea kabla na baada ya kila safari yake nje ya Roma. Ziara yake ya mwisho katika basilika hiyo ilikuwa ni tarehe 12 Aprili, siku chache kabla ya kifo chake. Katika hatua nyingine, katika taarifa fupi iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa yeye na mkewe Melania watasafiri kwenda Roma kushiriki mazishi ya Papa Francis. Melania na mimi tutahudhuria mazishi ya Papa Francis huko Roma, tunatazamia kuwa huko. Awali msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema hakukuwa na mpango wowote rasmi wa Trump kusafiri kwa ajili ya ibada ya kumbukumbu Vatican. Hata hivyo tangazo lake la hivi karibuni linaonyesha heshima kubwa kwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Kifo cha Papa Francis kimezua maombolezo kote duniani na taratibu za mazishi na uchaguzi wa mrithi wake zinatarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Vatican imeanza kipindi cha maombolezo ya siku tisa kinachoitwa Novendiales, huku mwili wa Papa ukitarajiwa kuwekwa wazi kwa waumini kutoa heshima zao za mwisho.